Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya shukrani na kumrudishia Mungu tukufu kwa mema mengi na mambo makubwa aliyotenda katika maisha yetu na maisha ya jumuiya yetu. Na neno la Mungu tunalolisikia na tulilosikia hivi punde kutoka katika Injili ya Luka hiyo sura ya 17, aya ya 11 mpaka 19 linatufundisha roho ya shukrani kupitia tukio la hao wenye ukoma kumi. Yesu ni mponyaji na chanzo cha baraka zote. Sehemu ya injili hiyo tuliyoisikia muda mfupi uliopita inaanza kwa kusema kuwa Yesu alikuwa akienda Yerusalemu. Safari ya Yesu kuelekea Yerusalemu ni safari ya wokovu wetu kila hatua yake ilikuwa ni kutafuta kumgusa mtu aliyeumizwa, kumrejesha aliyepotea na kumwinua aliyekata tamaa. Wale wenye ukoma kumi walikuwa ni watu waliotengwa, waliodharauliwa, waliokataliwa, lakini waliposikia kuwa Yesu anapita, waliita kwa sauti, Yesu, mwalimu uturehemu. Katika maisha yetu pia tumekuwa na nyakati ambazo tumemwita Mungu kwa sauti hiyo hiyo, wakati wa magonjwa, shida za familia, elimu, kazi, migogoro na majaribu mbalimbali mbali, na Mungu kwa wema wake ametusikia. Wote kumi walipokea neema, lakini ni mmoja tu alirudi. Ni jambo la kushangaza kwamba pamoja na wote kumi kuponywa, ni mkoma mmoja tu ambaye alirudi kutoa shukrani. Ndugu zangu, kwanza kabisa tujifunze hapa kuwa baraka za Mungu hutolewa kwa wote. Huu ni upendo wa Mungu usio na mipaka, na unaoendea wote, wema kwa waovu, mvua kwa wenye haki na wasio haki afya inawajia hao wenye kuwa na matatizo na wasio na matatizo nao, siku nyingine watapata kuponya, maisha kwenye amani, kazi, elimu, marafiki, familia. Bahati mbaya si wote wanaokumbuka kurudi na kumshukuru Mungu. Huyo mmoja aliyerudi alikuwa Msamaria mgeni, aliyedharauliwa. Hili tulitazame vizuri na litukumbushe kwamba mara nyingi wale tunaodhani kuwa si kitu ndio baadaye wanamthamini Mungu zaidi na ni hawa wazipatao neema na rehema zake. Labda leo tujiulize, je, sisi tuko upande upi? Ni miongoni wa wale tisa wanaopokea tu na kwenda zao, au ni yule mmoja anayekumbuka kurudi na kusema asante kwa alichokipata. Shukrani inaonyesha unyenyekevu na imani ya kweli. Mara baada ya kuponywa na kurudi kwake, Yesu alimwambia huyo mkoma, imani yako imekuponya. Ndugu zangu, katika tukio hili tunakutana na ukweli ambayo yabidi tufahamu ni kwamba wale tisa walipokea uponyaji wa mwili tu, lakini yule mmoja alipokea uponyaji kamili, yaani kwanza wa mwili na baadaye uponyaji wa kiroho, na uponyaji katika maana ya mahusiano yake yeye pamoja na Mungu wake. Kama alikuwa mbali sasa na kwa karibu na Mungu. Hatuna budi kufahamu kwamba shukrani si neno la tu la mdomoni. Shukrani ni mtindo wa maisha na inatoka moyoni. Ni kutambua kwamba tulicho nacho si kwa nguvu zetu, bali ni kwa neema ya Mungu. Hakika ni kurudi na kutaka kuwa naye Mungu huyo karibu daima. Basi tujifunze tuwe kama huyo Msamaria leo tukiwa katika maadhimisho haya tunaalikwa kuwa kama huyo Msamaria. Tumepokea baraka nyingi: uzima, afya, familia, fukovu, mafanikio katika masomo yetu, ndiyo maana tuko hapa leo, tutapokea ufaulu wetu kama zawadi, kazi, furaha, amani, ulinzi wa Mungu na mengine mengi. Pengine hatujawa wakamilifu, lakini Mungu ametuongoza hatua kwa hatua na kutuweka katika njia inayotupeleka kuzuri na katika wokovu. Pengine tulipitia mapito magumu, hakutuangamiza wala hakutuacha, na kwa sababu hiyo leo tunapenda turudi turudi kwake Yesu huyo na kumpa utukufu, tukisema Bwana, asante. Matunda ya shukrani yetu, shukrani ya kweli inaleta matunda, inafungua milango mipya ya baraka, inatulinda tusitawaliwe na kiburi, na inafanya imani yetu ikue. Inajenga upendo katika familia na jumuiya, na inatufanya rafiki wa Mungu na rafiki kwa wote. Yesu anatupa ujumbe leo: rudi kwa Mungu na umshukuru na tunapofanya hivyo Yesu anasema pia kwetu ondoka, uende zako, imani yako imekuponya, nakuiotaenda kwa furaha kwa wote. Na waliokuwa nakuona ukiwa namna ile namna nyingine watafurahi pamoja nawe. Ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa leo tusimame kama yule msamaria mmoja na tuwe tayari kumrudia Mungu na kumrudishia hiyo shukrani, Tukitambua mema yake, tufungue mioyo yetu kwa baraka za siku zijazo, na tuimarishe maisha yetu ya shukrani kwa vitendo. Tuwe wanyenyekevu, tuishi na kuishuhudia imani yetu na kulitangaza jina la Mungu kama vile Mtume Paulo tuliyemsikia leo, aliyeitwa kwa mapenzi ya Mungu na hakika hakujiita mwenyewe bali ni Mungu mwenyewe ambaye alimpatia kazi. Nanyi ndugu zangu wahitimu, mmeitwa kila mmoja wenu kwa namna yake, na kuitwa huko kunawapatia majukumu. Ukweli huu uwakumbushe kwamba safari yenu ya elimu sio ajali, siyo bahati, na sio juhudi zenu tu ni sehemu ya mpango wa Mungu na nyinyi mnaoitimu leo, Mungu kwa vyote amewaandaa kwa majukumu maalum katika familia, katika jamii, taifa na kanisa. Elimu mliyoipata na ambao mnaendelea kuipata ni nguvu itakayowawezesha kuyafanya hayo mlioitiwa. Ni nguvu, elimu ni nguvu. Paulo alizungumza na watu waliokuwa katika jiji lenye changamoto nyingi, huko Atene, areopagwa, kwenye eneo hilo la hawa waliokuwa wanajiona kweli wana akili nyingi, watu wa biashara, tamaduni mchanganyiko, kule kwenye vishawishi na kwenye maisha ya mjini. Vivyo hivyo, nanyi mnaotoka hapa chuoni, mnaenda kuingia katika Atene zenu Eneo kama hayo ya Paulo, sehemu za kazi, mazingira ya mijini, tamaduni mpya. Utakutana na watu wengine ambao ka bado hujao kukutana nao, utafanya nao kazi vile vile. Utakutana na changamoto za maadili, shinikizo la kutafuta mafanikio na kadhalika. Pamoja na changamoto nyingi alizopata Paulo, hakusita kuifanya kazi ya huyo aliyemtuma na kweli baadaye aliweza kuwapata wengi na kuwaokoa hawa, ambao baadaye aliwaita kanisa la Mungu, wanaomsikiliza na kumfuata Mungu. Nanyi ndugu zangu wahitimu, popote mtakapokwenda, Mungu anategemea mwe vyombo vyake na mwanga wake, mkiwaangazia watu wengi na hivyo kuchangia katika kuwabadilisha. Mnatumwa kama ilivyokuwa kwa Paulo huyu aliyekuwa mtume kwa mapenzi ya Mungu. Ninyi leo mnatumwa katika dunia yenye kiu ya watu wenye maadili, watu wenye busara na watu wenye moyo wa kuhudumia. Kristo ndiye aliyewaita nyinyi wanaoamini hivyo, na, na Kristo ndiye atakayewaongoza, inabidi mfuate, awe mwanga na waangazie yeye, nawafundishe namna gani ya kutenda, namna gani ya kuishi Kokote mwendako kumbukeni kuwa ninyi ni mali ya Mungu na mmeitwa kuwa vyombo vyake na kuwa nuru kwa mataifa. Basi muwe tayari kujiaminisha kwa Mungu kama alivyofanya Mtume Paulo, mkijua kuwa ni katika yeye mtaweza yote, katika yeye Mungu. Maana yake iweni na imani thabiti, na msiyumbishwe yumbishwe na mali mwengu mbaki na matumaini ambayo hayataharishi kama alivyotukumbusha mtume Paulo katika kipindi chote hiki cha mwaka mtakatifu wa Jubilei. Fahamu ni kwamba ni kwa neema yake Mungu mtaweza kuyafanya mengi. Basi na yatufariji maneno haya ya mtume Paulo aliyesema kuwa, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali neema ya Mungu pamoja nami.